Kwa hiyo watu wengi sana wakawa wameshakusanyika kanisani kwa ajili ya kushuhudia tukio la harusi ya Danieli pamoja na Margaret. Danieli yeye tayari alikuwa ameshafika kanisani na alikuwa mbele ya mazabau, akiwa na mchungaji akimsubiria nani Margaret afike ili ndoa iweze kufanyaje? Kufungwa, lakini mpaka muda huo Margaret alikuwa haonekani. Na hakuna mtu aliyejua ni kwa sababu gani Margaret mpaka muda huo hajafanyaje? Hajafika kanisani. Baada ya muda akaonekana mshenga wa Magret akifika kanisani na akamfata Danieli pale mbele moja kwa moja, kisha akamkabidhi barua iliyotoka kwa Magret. Danieli akaikamata kwa utaratibu na kuanza kuisoma barua ambayo ilimpa taarifa kuwa Magret ameahirisha kufunga ndoa na Danieli kwa sababu ameshapata mwanaume mwingine ambaye anampenda zaidi ya Danieli, hivyo harusi hiyo haitakuwepo siku hiyo. Taarifa zile zilimuumiza sana Danieli pale mbele kiasi cha kumfanya akaanza kulia mbele ya mazabahu, kitu ambacho kikawafanya hata watu waliokuwa wamekusanyika pale wajiulize ni nini kinaendelea. Danieli akakaa kawaza pale pale mbele ya mazabahu kwamba sasa nafanya nini? Umeona watu wameshakusanyika na tukio ambalo linatakiwa kuendelea hapa ni la kufunga ndoa. Kwa hiyo kilichofanyika kuna kitu kikawa kimemuingia kichwani. Ikabidi amsogelee mchungaji wakanong'onezana kidogo mchungaji akaonekana kama kuafikiana naye basi Daniel alichokifanya akakamata mic akautangazia umati wote mle kanisani kwamba mke wake mtarajiwa ambaye alikuwa anatakiwa kuja siku hiyo ameahirisha kuja kwa sababu anavyodai kapata mwanaume mwingine tofauti na yeye, na yeye lengo lake siku hiyo lilikuwa ni kufunga ndoa, kwa sababu ndio anaamini ni siku ambayo Mungu kafanyaje, kamwandalia ya kufunga ndoa. Hivyo akatangazia kanisa zima kwamba kama kuna mwanamke mule ndani kanisani yuko tayari kuolewa kwa siku hiyo akatoa na vigezo vyake. Kigezo cha kwanza, asiwe amezaa. Na kigezo cha pili, asiwe binti ambaye amezidi miaka ishirini na nane. Yeyote yule, haijalishi ni mweusi, mweupe, mfupi ama mrefu, kikubwa awe tayari kuolewa, ajitokeze. Na Danieli akatoa nafasi ya dakika hiyo moja, akafumba macho, akasema kwamba nitafumba macho kwa dakika moja. Nitakapokuja kufumbua macho, kama kutakuwa kuna binti wa namna hiyo anayehitaji aneita kuolewa na mimi basi nitamuoa. Huu muda Danieli akafumba macho hiyo dakika moja, kanisa zima likawa limetulia kimya, likisikiliziana ni nani ambaye anaweza kufanyaje akainuka kwa ajili ya kuweza kumuokoa Danieli pale mbele na fedha ambayo alikuwa ameshakutana nayo. Dakika moja haikuwa ndefu sana, ikawa imekata Danieli kufumbua macho, kuangalia mbele, kanisa zima likiwa limetulia, kuna binti hata mmoja aliyekuwa amefanyaje amesimama, kitu ambacho kilimnyong'onyesha na kumfedheesha sana Danieli. Lakini sasa akiwa kabisa katika hali ya kutaka kukata tamaa, kuna binti mmoja mbele, nyuma kabisa ya kanisa, akanyanyuka. Watu wote wakawa wamegeuka kumtazama yule binti, atiwemo na Danieli pia. Lakini kitu cha tofauti ni kuwa yule binti aliyesimama alikuwa na tatizo la ualbino. Kwa hiyo watu wengi wakawa katika taharuki ya kushangaa kwamba je, kuna lile swali je jamaa atamkubali kweli binti huyu? Lakini cha ajabu ni kuwa sasa, Danieli alitoka pale mbele ya madhabahu, huku akikimbia kumwahi yule binti kule nyuma. Akafika na kumuuliza dada, uko tayari kweli kuolewa na mimi? Yule binti akakubali, ndiyo, niko tayari. Danieli akamkamata mkono yule binti na kurudi naye mpaka madhabahuni, kufika kuanza kuzungumza na mchungaji, ambaye alimhoji maswali kadhaa yule binti, ambaye akayakubali yote ku, kuwa yuko tayari kweli kuolewa naye na Danieli. Kilichofanyika ndoa ikafungwa. Japo minongono ilikuwa ni mingi sana pale kwamba jamaa amefanya maamuzi ya haraka na ndoa ile inavyoonekana haita dumu kwa sababu na mtoto wa kike mwenyewe anavyoonekana vile ni kama yuko alikuwa desperate tu na ndoa. Kwa maneno yalikuwa ni mengi sana ambayo Danieli hakutaka kuyafikiria. Miaka kumi ikapita. Danieli na yule binti ambaye alikuwa anaitwa Anisia walikuwa bado wapo kwenye mapenzi moto moto, na Mungu alikuwa ameshawabariki kupata watoto wawili. Kwa hiyo tunachojifunza kwenye stori hii ni kuwa upendo wa dhati unakuja muda ambao watu hawajautarajia, kwa sababu toka Danieli amempata Anisia hakuna kitu ambacho kilionekana kuwa ni kigumu kwake. Maisha yalinyooka na bado aliishi kwa furaha na amani katika ndoa yake.